Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo, mahali popote ulipo unapotufuatilia na unapotutizama. Na kabla ya mambo yote, tutamshukuru Mungu kwanza kwa kipindi hichi cha leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa neema yako iliyo juu ya kila mmoja wetu anayetutizama. Tunakuomba Mungu, kaseme na kila mmoja Mwachili Roho wako Mtakatifu akaguse ufahamu wetu na kutufundisha maana yeye ni mwalimu wetu, ili tunapoachilia ujumbe wa neno lako Bwana ukaguse na kufungua watu wengi. Roho Mtakatifu ukadhibitishe ujumbe huu katikati ya masikio yao na katikati ya nafsi zao, ili wakapate kujeuka na wakapate kuokolewa na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba, amen. Leo tuna maombi kwa ajili ya wamama wa wajazi, wa wajawazito. Maombi ya wamama wajawazito. Kwa nini tunaombea wamama wajawazito? Neno la Mungu kwenye Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 26 linasema, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Kwa hiyo kichwa cha somo letu ni maombi kwa ajili ya wamama wajawazito. Tunawaombea kwa sababu kuna mwenye kuharibu mimba, ambaye huyo ni shetani. Kuna mwenye kuharibu mimba ambaye kazi yake ni kuharibu mimba, inavyoingia tu anaiharibu. Au kuna ambaye anaiharibu ikishakuwa. Au kuna ambaye anazuia usibebe mimba. Na neno la Mungu linasema kwamba hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Kwa hiyo kama anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba, maana yake alikuwepo, lakini kwa neno la Mungu au Mungu mwenyewe anasema kwako wewe, hata kuwepo, wala aliye tasa. Kwa hiyo tasa ni mtu asiyezaa mtoto, na tunataka tumwombe Mungu ili kusiwe na tasa kwenye familia yenu, wala mwenye kuharibu mimba kwa jina la Yesu. Anasema na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Na ukisoma Isaya sitini na tano imeeleza vizuri kwamba mtoto mdogo atakufa na mwenye, miaka mia, mwenye miaka mia, na mtu mzima mwenye miaka mia na ishirini. Watu watakufa kio umejaa wingi wa siku. Vifo vya watoto wadogo sio mpango wa Mungu. Na ndio maana tunawaombea wamama wa wajawazito. Tumeshahubiri sana kwenye radio na kutuma kwenye audio nyingi maombi ya wa wamama wa wajawazito. Kile kitabu cha Ayubu sura ile ishirini na nane, mstari wa ishirini na mbili. Ukisoma hapo mauti na uharibifu husema tumesikia habari za mtu huyu. Kwa hiyo mauti pia na uharibifu ndizo zinazoua watoto. Mimba kuharibika, ikisha haribika, kinachotokea ni mauti, watoto kufia tumboni. Hizo ni mauti na uharibifu. Kuna watu wamepeleka taarifa zako kwenye madhabahu zilizobeba mauti na uharibifu kwamba una mimba, na wameanza kusukuma roho ya mauti na roho ya uharibifu kwenye maisha yako. Roho ya mauti kwa mama mjamzito kwa mtoto tumboni inatokana na nani? Ni shetani, kwa sababu Yohana 10:10, kazi za shetani ni hizo ni kuua, kuchinja pamoja na kuharibu. Kwa hiyo mwenye kuharibu ni shetani, mwenye kuchinja ni shetani, mwenye kuua ni shetani. Kwa hiyo tukiomba, tunaamini kupitia damu ya Yesu Kristo kwamba mpango wake utaharibika na wamama hawa watakwenda kujifungua salama na tunaenda kuomba kwa mujibu wa neno la Mungu, Zaburi ile ya 118 mstari wa 18, tunaenda kukiri kabisa kwamba hutakufa wewe mama mjamzito, wala mtoto uliyembeba tumboni mwako hatakufa, kwa jina la Yesu, kwa sababu ni Mungu ndiyo anasema hivyo, na tutaenda kuomba kwa ajili yao sasa. Na kama wewe ni mjamzito ulikuwa unatufuatilia, basi unaweza kushika tumbo wakati ninaomba, kama ulishapata shida ya miscarriage au mimba kuharibika ushazaa mtoto ambaye ni mfu, usiogope, kwa sababu tunapoenda kuomba sasa, tunaenda kufunga huo mlango wa uharibifu na mauti kwenye lango la uzao, lakini tunaenda kuondoa kwenye tumbo lako. Baba katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwenye nguvu, tunasogeza mama huyu mjamzito mbele za uso wako, popote alipo ulimwenguni anapotusikiliza. Asante Yesu, kwa sababu ulikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele tunaomba sasa kwa ajili ya mtoto aliyembeba. Tunaomba sasa kwa ajili ya huyu ambaye aliwahi kupata tatizo la miscarriage au uja ujauzito kuharibika. Tunaomba kwa ajili ya huyu ambaye Mungu aliwahi kuzaa mtoto ambaye ame amefia tumboni. Baba wa mbinguni, umesema katika neno lako lolote tutakaloomba tutangulize toba. Mungu, ndivyo ulivyosema. Tunaomba toba na rehema juu ya mlango huo wa uharibifu uliofunguka juu ya huyu mama wa uharibifu wa mimba. Tunatubu kwa ajili ya mlango wote uliofungwa kwenye ulimwengu wa roho wa, wa, kifu, wa roho ya mauti kuingia na kuua. Tunatubia huo mlango na kuondoa katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Mungu umekwisha kusamehe, na sasa tunavunja na kusambaratisha roho ya mauti na roho ya uharibifu iliyokaa kwenye lango la uzao, tunaing'oa na kuisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunatamka uzima juu ya mtoto aliyetumboni na juu ya mama yake. Katika jina la Yesu Kristo kwa kupigwa kwa Yesu ukawe mzima. Tunafuta kila neno lilotamkwa lilobeba mauti juu ya mtoto wako. Tunafuta kila roho iliyotamkwa ya kuangamiza mtoto katika jina la Yesu. Wapo wengine wana, wana hofu. Tunavunja roho ya hofu katika jina la Yesu. Roho ya hofu kwamba utazaa tena mtoto aliyekufa leo, tunaivunja katika jina la Yesu. Tunafunga huo mlango wa mauti na tunafunga huo mlango wa uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunavunja nguvu zote za giza, majeshi yote ya pepo wabaya na roho zote za uharibifu juu ya wamama wote wajawazito popote walipo, walioko leba wote na waliopo kwenye vyombo mbalimbali mbali vya usafiri, kwenye maofisi na mahali popote wanaponisikia, tunatangaza uponyaji juu ya watoto wao katika jina la Yesu Kristo alikuja ili muwe na uhai kisha muwe nao tele katika jina la Yesu. Shetani, tunakukataa na hila zako na nguvu zako, tunakiri uzima katika jina la Yesu Kristo. tunafunika tumbo lako la uzazi katika jina la Yesu Kristo, mpango wa Shetani umevunjika. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye lango la uzao, tunaachilia damu ya Yesu ndani ya tumbo lako kuondoa hiyo roho ya mauti, tunaingoa na kuisambaratisha. Kuanzia sasa uwe mzima na mtoto wako awe mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. tunasimama na neno la Mungu. Sasa la Mathayo 18, 18 tunafunga sasa roho ya uharibifu kwenye lango la uzao, tunafunga roho ya mauti kwenye tumbo la uzao, katika jina la Yesu tunaifunga, kama ilivyoandikwa lolote litakalofungwa duniani mbinguni litafungwa, na sisi tunafunga katika jina la Yesu Kristo. Na ndivyo ilivyo, Baba umesema katika neno lako wewe mwenyewe, ya kwamba kila maneno yaliyotamkwa hayatakuwa wala hayatasimama. Kama kuna maneno yametamkiwa mahali popote ya kwa siri au kwa wazi, ambayo yamebeba dalili za kuharibu au dalili za kuua, Baba tunafuta hayo maneno na kuyaondolea uhai leo katika jina la Yesu. Hayo maneno hayatakuwa wala hayatasimama juu yake, bali neno la Mungu ndilo litakuwa na kusimama juu yake. Tunatamka uzima juu yake, tunatamka uponyaji juu yake, tunatamka uponyaji kwa mtoto kwa jina la Yesu. Tunavunja roho ya premature death, tunavunja hiyo roho na kuisambaratisha kwenye mahospitali na maeneo yote kuanzia sasa. Tunavunja mingurumo ya kishetani kwenye matumbo ya uzazi, tunavunja na kusambaratisha na, na kutamka damu ya Yesu Kristo ipite na kufanya search warrant na kuondoa nguvu yoyote ya giza ambayo imejificha kwa siri katika eneo hilo. Tunanyunyuza damu ya Yesu sasa kuanzia utosini hata kwenye nyayo, na mtu huyu akafunguliwe na kupona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakomesha ghasia na nguvu za giza, tunakomesha mapepo na majini. Utathibitika katika haki sasa na utakuwa mbali na kuonewa, hutaonewa tena katika jina la Yesu. Mungu amekomesha wa msiba wako, kama ilitokea haitatokea tena katika jina la Yesu. Tunaweka ulinzi wa damu ya Yesu Kristo popote ulipo ulimwenguni, maana amesema lolote tutakalofunga litafungwa, nasi tumefunga huo mlango wa uharibifu na mauti, na tunafunga roho ya hofu juu yako kuanzia sasa. Wale ambao wanasubiria kujifungua, tunaweka siku hiyo mikononi mwa Mungu na kufunika matumbo yao na kuinua hao madaktari na manesi watakao wasaidia katika jina la Yesu. Mungu akuinulia watu watakao kupenda na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nakataa maoperesheni, watu kufanyiwa maoperesheni wakati wa kujifungua. Watu watajifungua kama wanawake wa Kiebrania katika jina la Yesu. Tunatangaza mkafunguliwe, mkawekwe huru na kutiwa moyo katika jina la Yesu. Mungu akuguse na kukutetea mahali popote ulipo Amen. Ikiwa ulikuwa unatufuatilia sasa, unaweza kuachilia sadaka baada ya maombi hayo, kwa sababu maombi ukiambatanisha na sadaka yana nguvu sana. Achilia sadaka. Sadaka inafungua msimu mpya kwenye maisha ya mtu, inafunga na kufungua kitu kipya kwenye maisha yako, na nguvu za Mungu ziko juu yako sasa. Na namba zinazopita hapo, zitumie, tutumie shuhuda ambazo Mungu atakuwa amekufanyia, unaweza kututumia ushuhuda. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia vipindi vinavyokuja.